Ya, kabla hatujaendelea na kipindi chetu cha leo, ningependa niweze kutoa ufafanuzi uh, kuhusu kauli yangu niliyoifundisha uh, siku ile nilipokuwa nafundisha kwa siku ile ya kwanza ya mafundisho yetu ya, ya kichungaji namna ambavyo tunaweza kufanya tunapokuwa hasa katika mikusanyiko ya watu inayojumulisha watu wa dini mbalimbali mbali. Uh, Kauli ile ambayo nilisema ili inahitaji ufafanuzi, kwa sababu ilileta utata mkubwa sana, ilileta utata mkubwa sana. Wachungaji wengine ambao wananipenda walinitumia message inbox, na, na wengine walinishambulia palepale kwenye mtandao, na wengine walikomenti kwa kutukana, hata kama hajasikiliza. Lakini mbaya zaidi, katika ile sentesi imekatwa sana kamekatwa kakawa kafupi, kwa sababu baada ya mimi kusema kwamba tusimalizie kwa jina la Yesu, ningetamani kusikia tumalize kwa majina gani. Nilisema tumalizie kwa jina la Mungu, lakini mbele nilisema tumalizie na jina la aina gani, na kuna maelezo ambayo niliyaeleza, lakini hatukupata nafasi ya kuyaeleza pale. Na kwa sababu hiyo, chochote kile katika Ukristo ukisema kitu au kitenda jambo lolote likaleta makwazo kwa watu wengi, watu wengi wakajisikia vibaya, watu wengi wakakwazika, hekima ya Kikristo, Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, siku zote anatuelekeza kuomba radhi. Na kwa sababu hiyo niombe radhi kwa ajili ya kauli ile niliyoisema au niliyoitamka siku ile, kwamba tunapokuwa katika muktadha wa dini mbalimbali, basi ni vizuri tukawa na hekima, tukaacha kutumia ile jina na uh, badala yake tutumie jina la Mungu au jina takatifu. Na watu wengi hawajanielewa, na kwa sababu hapakuwa na ufafanuzi. Baada ya kuomba radhi, ningependa sasa niweze kutoa ufafanuzi. Kwanza mnapaswa kukumbuka mambo mawili. Jambo la kwanza, katika muktadha wangu nilikuwa ninazungumza na wachungaji, na nikimaanisha kwamba wachungaji katika huduma ambayo inajumuisha dini mbalimbali, huduma inayojumuisha dini mbalimbali, kwa mfano kuna Waislam, kuna Wahindu, kuna wengi wengi, angalau kwa pamoja tunajumulishwa na jina la Mungu. Kwa hiyo, jina la Mungu peke yake ndio jina ambalo angalau linatupa uh, umoja kwa pamoja. Na hii inaonyesha kwamba nisipotumia jina la Yesu mahali pale, haitamaanisha kwamba nimeacha kutambua mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Watu wengi wameniambia, mbona Trump akisimama mbele anasema kwa jina la Yesu ni sawa sawa. Marekani na Tanzania ni tofauti sana, lakini kwa sababu nimeleta mtafaruku, basi mnisamehe ili nifafanue kila ambacho nilikisema kwa siku ile. Kwanza naanza, tuanze na jambo la kwanza. Katika Biblia hakuna sehemu yoyote, hakuna kifungu chochote cha Biblia ambacho kinatuagiza kwamba katika maombi yako hakikisha unamalizia na kipengele kinachosema katika jina la Yesu. Hakuna kipengele, hakuna andiko lolote katika Biblia linalosema tukimaliza maombi tumalize kwa kusema katika jina la Yesu. Ingawa maombi mengi waombaji waliomba katika Agano Jipya kama vile kanisa la kwanza, mitume, kama vile Mtume Paulo maombi yake mengi, hakuna sehemu kabisa hata Mtume Paulo Aliwahi kusema ninaomba maombi haya katika jina la Yesu, lakini aliomba, alimwisho alisema amini. Na kwa sababu hakuna sehemu yote ambayo inasema hivyo, isipokuwa kuna maandiko mengi ambayo yanasema tuombe kwa jina la Yesu. Unajua hapa lazima tuelewe kuna kuomba kwa jina la Yesu. Kuomba kwa jina la Yesu haimaanishi kwamba mwisho wa maombi niseme katika jina la Yesu, haimaanishi hivyo, kwa sababu Biblia inasema sisi tuko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yetu. Ni kitabu cha Yohana sura ile ya 15, ndiyo kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hiyo tuko ndani ya Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo, Mkristo popote pale unaposimama umesimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo nikasema ni vizuri tu kuepuka baadhi ya misemo ambayo inaweza ikaa, ikaleta utata kwa wengine au ikaondoa ule utangamano wa kijamii, utangamano wa kitaifa. Na hasa tukizingatia kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina dini. Isipokuwa inaamini katika Mungu. Watu wake wana dini na wanaamini katika Mungu. Mimi nikasema hivi, katika miktadha hiyo sasa ni vizuri tu tukifika tukasema kwa Mungu kwa jina la Mungu. Lakini katika eneo hilo nilisisitiza kwa mkazo kabisa kwamba ni muhimu kusema ninaomba katika jina lako takatifu ambapo kwetu sisi wa Kristo jina takatifu ni moja tu, ni jina la Yesu Kristo peke yake. Hata kama sijasema kwa jina la Yesu Kristo, lakini bado nimeomba kwa mamlaka ya Kristo. Sasa sasa wa Kristo wengi siku hizi wa maombi ya aina mbalimbali, watu wanamalizia, mwingine nimesikia anamaliza kwa jina la Mungu Baba na kwa jina la Mungu Mwana na kwa jina la Mungu Roho Mtakatifu. Sasa hapo hujataja hata Yesu, umesema Mungu Mwana, na hakuna sehemu yote ya andiko inayosema kwamba watu wamalizie maombi yao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, hakuna. Lakini Wakristo wakiona mtu amesema wanaibuka na wanasema kwa matusi na kutukana ni eh, eh ni, nitafutie fungu inayosema, ni wapi tumeambiwa tunapoomba tumalize kwa kwa damu ya Yesu Kristo? Ni wapi? Kuna andiko gani ambalo linasema tuombe kwa damu ya Yesu? Maana nimesikia mara nyingi watu wanasema naomba katika damu ya Yesu Kristo. Ni wapi? Ni wapi? Hamna. Ni wapi Biblia imesema kwamba tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu? Ni wapi? Hamna. Na Biblia iliposema tuombe katika jina la Yesu, Haimaanishi maanishi kwamba mwishoni mwa maombi tumalize hivyo, isipokuwa kuna mamlaka kubwa zaidi ambayo inasemwa pale kwamba badala ya kusema tu hivyo, tunaposimama mbele ya watu wengine, tunakuwa tunasimama na mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi nisipotamka nimeomba katika jina la Yesu, bado maombi yangu Mungu ameyasikia. Lakini sisemi hai hii kitu kwamba ifanyike sehemu zote hapana. Kwa sababu katika kawaida hii ni mojawapo ya misemo mizuri sana ya Wakristo ndani ya makanisa na ndani ya ibada. Lakini tusiwe wepesi sana kuhukumu. Mtu anapokuwa amemaliza maombi yake bila kutaja katika jina la Yesu, haimaanishi kwamba maombi yale ameomba si katika jina la Yesu. Nikisimama popote pale kuomba, mimi niliyeokoka, nina mamlaka ya Kristo, nimefunikwa na upako wa Kristo. Kwa hiyo jina lililokuu linalopita majina yote, jina la Yesu linakuwa limenifunika. Kwa hiyo maombi yangu yote pale yapo katika jina la Yesu. Sasa kuna wakati tu lazima tukubali hekima hiyo itumike. Kwa hiyo kutokutamka maneno katika jina la Yesu mwishoni mwa maombi haimaanishi kwamba Mungu hajasikia maombi hayo. Tunapoomba tukiwa ndani ya Kristo tayari tunakuwa tumesimama katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aniseme tu kwamba pia kuna wale waliosema kwamba ninapoacha kulitamka jina la Yesu Kristo hadharani maana yake nimeshindwa kumkiri Yesu Kristo hadharani. Ndiyo kukiri Uh, jina la Yesu hadharani maana yake ni tendo la la, la, la, la kutamka tu hadharani kwamba ninamwamini Yesu Kristo. Lakini ukweli ni kwamba kumkiri Yesu Kristo ni tendo la moyoni. Na kuna watu wamenihukumu sana kwamba malaika wa Bwana watanikataa kwa sababu Biblia inasema kwamba ukinikiri mimi mbele za za watu wengine na Mungu atanikiri, uh, malaika mbele za malaika kwa bahati mbaya sana watu wana, wanatumia vibaya msemo huo aa, katika muktadha wa kitaifa au katika matukio ambayo yanatuunganisha kwa pamoja na kuwa na utangamano wa kitaifa. Kuna kwa namna yote ile, ni lazima tu tuwe tuna uchaguzi wa misemo fulani kabisa. Kuna baadhi ya misemo ambayo, aa, lazima tu uiepuke. Kuna vijana ambao hawawezi kunielewa, lakini siku moja ukikua utanielewa tu. Kuna misemo ambayo lazima uiache. Hebu kwa mfano tutumie mfano mdogo tu. Umefika huko kwenye, kwenye mkutano ambao unajumuisha dini nyingi, alafu unafika pale unasema kwamba uh, uh, ninafunga eh, roho zozote zile za mizimu, ninafunga roho ya majini, ninafunga mapepo yote katika kikao hiki, katika jina la Yesu Kristo, hapo unawezekana ukawa umefanya vizuri, lakini haujafanya vizuri kwa sababu muktadha unakuzuia kufanya hivyo. Si rahisi kufika mahali ukasema kwamba watu wote yaani, upo kwenye maombi, ukasema, Mungu, ninaomba uwahurumie watu hawa, naomba umhurumie mkuu wa mkoa, kwa sababu hajamwamini Yesu na ninaona anakwenda kuchoma moto, Baba, hebu mhurumie huyu mtu muhurumie. Haya hayatakuwa maombi tena. Maombi ya namna hiyo hayana utangamano wa kitaifa. Maombi ni lazima yawe ya unyenyekevu ndani yake, na ndiyo maana hata tunapoenda kufanya uinjilisti huwa tunayaepuka baadhi ya maneno, kwa sababu baadhi ya maneno tutakapoyasema yanaweza yakazuia mawasiliano. Ndicho nilichokimaanisha kwamba kuna misemo ya Kikristo tutakapoisema mara moja inaziba au inazuia mawasiliano. Kwa mfano, Wakristo wengi wanaamini ya kwamba wale wote walio nje ya Kristo hao watakwenda motoni na hizo ni kuni za motoni. Swali, je, unaweza ukasema maneno haya mbele ya mkutano, umepewa kuomba au umepewa useme neno kwa ufupi? Unaweza ukasema? Sasa, mbona mwapiga kelele niliposema kwamba epuka kutumia kwa kumalizia na kifre, kinani kirai au sentensi kwa jina la Yesu, awe au msemo kwa jina la Yesu Unaweza ukasema tunaepuka. Je, umeenda kwenye jam, jamii ya, ya, ya, ya Waislam alafu ukafika ukasema kwamba unaanza kusema Yesu ni Mungu, unaanza kuomba watu, nawaombea hata chakula pale, unasema ninaomba katika jina la Yesu aliye Mungu mkuu. Hayo ni kukosa hekima. ha, ha, kuokoka kusituondole hekima. Walokole vipi? Kuokoka hakuondoi hekima. Changamoto ya walokole wengi wakiokoka wanachojua ni roho Mtakatifu tu. Narudia, walokole wengi wakiokoka wanachojua nikituki, ni kitu hiki ni roho Mtakatifu tu. Akishajua kunena kwa lugha, basi hana hekima nyingine yote. Ndio maana ni muhimu sasa, ukawa unachagua baadhi ya maneno kuyatamka, na wewe tu unaposimama mahala popote pale unakuwa na mamlaka ya Kristo. Lakini ndugu yangu kweli Upo kwenye mkutano wa rais au wa mkuu wa mkoa, ukafika ukaanza kusema ninafukuza mapepo katika mkutano huu. Huwezi, eh, kusema maneno haya, kwa sababu maneno haya yatakuletea changamoto ya utangamano. Kama rais amekuja kanisani kwako, kama kiongozi huyo amekuja kanisani kwako, una tukio kanisani kwako hapo ni jina la Yesu peke yake, hata kama ningeita katika ibada hiyo Waislamu, Wahindu, wa, wa, na makanisa mengine, kwa mfano Wakatoliki, nafikiri wanasema kwa njia ya Kristu, kwa njia ya Kristo sio, hata Kristo, Kristu, kwa njia ya Kristu sio Kristo, Kristu, na ni kwa njia mm-hmm. Sasa wakija hawa watu tumewaalika kwenye makanisa yetu, tunasimama na jina la Yesu peke yake kwa sababu muktadha wetu ni wa kanisani, na pale tuko kanisani na tukio tumeliandaa sisi, tunayemtukuzeni Kristo peke yake. Haya ni maelezo tu machache ambayo watu wengine wanaweza wasielewe, lakini huu ndio ukweli. Kwa hiyo kama umemwita amekuja kanisani kwako kiongozi yoyote, hakuna hatuoni haya. And actually maelezo yangu hayamaanishi kwamba tunaona haya kutumia jina la Yesu. Sijasema hivyo. Sioni haya yoyote, hakuna haya hapo. Ni hekima ili kuunganisha na kuwa utangamano wa kitaifa, kwa sababu kwa Tanzania karibu wote wanaamini uwepo wa Mungu, ndicho tu ambacho nilisema hivyo. Kwa hiyo sikusema na wala sikulidharau jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana! Lakini niende sasa kwen, kwa kipengele cha mwisho kwamba nilisema badala ya kutumia jina la Yesu utumie ama kwa jina la Mungu au utumie kwa jina lako takatifu. Wapendwa, kuna kosa lolote nikiamua kutumia kwa jina lako takatifu nikaepuka kutumia kwa jina la Yesu? Je, nimeona aibu? Hapana, sio aibu. Narudia kusema ni hekima inayowaunganisha watu wote hapo. Kuna watu wa dini mbalimbali wanamwamini Mungu, lakini hawamwamini Yesu. Sasa kwa sababu tukio hilo linataka liwaunganishe kama taifa, ndio maana nikasema kwamba tumia kwa jina lako takatifu. Na katika Ukristo jina takatifu lenye kupita majina yote, ambalo mtu mmoja anasema alikirimiwa jina kuu kuliko majina yote ya vitu vya mbinguni na vya duniani vinapiga goti ni jina la Yesu peke yake, ni jina la Yesu peke yake. Kwa hiyo ukisema kwa jina lako takatifu, umesema kwa jina la Yesu, lakini utakuwa umewaunganisha watu wote walioko pale, watakuwa wamekuelewa, umeomba kwa jina la Mungu, lakini umewewe maombi yako yanayo mamlaka asilimia mia moja, mamlaka ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukitumia maneno kwa jina lako takatifu, maana yake tunasimama na mamlaka ya Kristo, maana yake tunainua utukufu wa Mungu, lakini pia tumeonyesha unyenyekevu wetu mbele ya watu wengine na kutambua kwamba dini zingine zote pia zina msimamo wao. Nisikilizeni wapendwa, msimamo wetu wa kanisani, msimamo wetu wa imani hautufanyi tusiwe makini na imani za watu wengine. Ndio maana wanashangaa, walokole wengi wanakuwa na matatizo na majirani. Ndio maana mlokole akiota ndoto, amemuona jirani alikuwa anaroga, basi ataenda tu akamwambia nimekuona unaroga kwa sababu hatutumii hekima, hatutumii hekima. Roho Mtakatifu anatupatia hekima, lakini hatutumie hekima. Ni lazima kutumia hekima, ni lazima kutumia hekima katika maeneo yote ya maisha. Kwa hiyo nilichosema ni hicho sasa, kwamba tutumie jina lako takatifu, jina lako takatifu, tukimaanisha jina la Yesu, lakini mamlaka hiyo ni ya Kristo lakini wengine wanaotuzunguka pale hawatapata makwazo ya namna yote. Tusisahau ndugu zangu, hii ilikuwa ni hekima ya kitumishi, ilikuwa ni hekima ya kitumishi, kwa sababu neno la Mungu linasema maneno yenu yakolee munyu, yakimfaa kila anayesikia. Maombi tunayoomba yanasikiwa na Mungu, lakini ukweli, wanaosikiliza ni wale wanaotuzunguka. Maombi tunayoomba Mungu ndiye anayesikia, lakini tusisahau kwamba wanadamu wanaotuzunguka wanasikiliza maombi hayo, na kwa sababu hiyo tusiwakwaze wengine kupitia maombi yetu. Nimewahi kuona mtu mmoja alikuwa anaomba katika ibada fulani, akasema kwamba Baba, nina kutukuza kwa ajili ya ibada ya leo, ninaona pembeni yangu kuna kuni ya motoni imesimama, na kushoto kwangu kuna kuni ya motoni imesimama, na mbele yangu kuna kuni ya motoni imesimama, watu hawa wote watakwenda motoni. Maombi haya haya, ni maombi au ni matusi kwa watu wengine? Imani yako katika Kristo haiwezi kuingilia wengine. Sisi tunamwamini Yesu, twafanya vyema, lakini si vyema kudharau dini za wengine, ndicho nilichomaanisha, ndicho nilichomaanisha. Sasa, katika muktadha ambayo inajumuisha dini zingine, nilisema tutumie hekima ili injili ya Kristo iweze kupenya na tuifungulie milango ambayo itakuwa ni mizuri. So ndugu zangu, niseme tu kwamba kwa unyenyekevu kabisa niombe radhi tena kwa watumishi wa Mungu, kwa washirika wa makanisa ya Kikristo ambao hapo awali tafsiri ya neno haikueleweka. Lakini bado pia natambua neno moja kwamba si rahisi kila mtu akakuelewa, si rahisi kila mtu akakubaliana na hichi ambacho ninakieleza. Lakini kama kuna mtu ameumizwa kwa tafsiri au kwa hekima niliyoisema ninaomba radhi kwa mara nyingine tena. Nirudie tu kusema kwamba lengo langu halikuwa kupunguza uh, ubora, kupunguza heshima ya jina la Yesu Kristo. Hapana. Haikuwa Lengo langu haikuwa kupunguza heshima ya jina la Yesu Kristo. Hapana, nilichokuwa nilalenga ni katika muktadha wa kuwajumulisha wengine tunapokuwa katika matukio ambayo yana utangamano wa kidini, kuna dini mbalimbali, ili tusije tukatengeneza kundi dogo la watu, basi tuwe na kundi kubwa la watu kama taifa moja wasio na utengano. Na kwa kusema hivi simaanishi kwamba jina la Yesu linaleta utengano, lakini unapotaja jina la dini, kiongozi wa dini yeyote, ukimtaja katika baadhi ya maeneo, wengine hujisikia vibaya. Na kwa sababu hiyo, imani yangu ni kwamba jina la Yesu ndiro jina kuu kupita majina yote, ambapo hakuna mtu atakaye okolewa asipoku asipoamini jina la Yesu. Na tunaposema jina la Yesu, siyo kuamini ile jina kama Yesu Yesu, kwa sababu kuna mayesu wengi pia eh. Kuna mayesu wengi, lakini huyu Yesu sio jina tu, huyu Yesu tunayemzungumza kimwamini yeye ndiye ambaye anatupatia uzima wa milele, na kwa kutokumwamini Yesu Kristo mwanadamu anapotea milele. Kwa hiyo ni wito kwa wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo. Lakini sitaki kusahau kusema kwamba ukweli ni kwamba jina kama jina nisipolisema haimaanishi kwamba Yesu Kristo hayuko ndani yangu haimaanishi kwamba nimesimama nje ya mamlaka ya Kristo. Neno la Mungu linasema kwamba katika Wafilipi sura ile ya, ya pili mstari wa tisa hadi wa kumi. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Hivi unajua kwamba kule mbinguni Yesu haitwi Yesu. Eh? Yesu haitwi Yesu kule mbinguni. Yesu anaitwa Yesu kwa sababu ya kazi ya kuokoa. Kule mbinguni hakuna naye mwokoa, duniani hapa ndio tunamwita Yesu. Kwa hiyo tuendelee kuliheshimu na kulitukuza na kulitumia jina la Yesu Kristo kwa unyenyekevu na kwa upole, tukitambua pia kwamba popote pale tunapokuwa tumesimama tunakuwa tumesimama kwa mamlaka ya Kristo. Yeyote ambaye atamalizia maombi yake pasipo kutaja kwa jina la Yesu Kristo asihesabike vibaya. Na mafungu yale yote ambayo tulikuwa tunanukuu kusema kwamba Biblia inasema kwamba mkiomba kwa jina langu nami nitajibu, haimaanishi kwamba ni mkimalizia kwa jina langu. Hajasema kwamba mkimalizia kwa jina langu, maana yake ni kuomba kwa mamlaka ya Kristo, ni kuomba kwa imani katika Kristo. Hata ukirudia, rudia kwa jina la Yesu mara mia mbili, kama huna hiyo mamlaka ya Kristo, maombi yako hayawezi kujibiwa. By the way, muda wote huo nilikuwa nataka kuomba radhi kwa wale ambao kwa namna moja au nyingine waliona kwamba nimepotoka, lakini hicho ndicho nilichomaanisha. Hicho ndicho nilichomaanisha. Na Mwenyezi Mungu akubariki.